Kwa masikitiko makubwa sana na share kile ambacho kimetokea siku ya jana e, ambapo tulikuwa tunafanya kazi e, kupitia uratibu wa kituo ambazo ni kazi za kawaida kabisa za kituo, lakini katika hili tulikuwa tunafanya tathmini ya tuzo hizi za majimaji ambazo zinatolewa kila baada ya miaka mitano na uh, kutambua e, wanawake vinara katika masuala yake za binadamu na hiyo ni hasa kwa makauli lakini katika kila miaka tofauti kumekuwa kuna niseme, e, ni dhima ambayo ilikuwa inaangaliwa katika miaka husika. Labda niseme tu tutu, kilichotokea jana ni e, kitu cha kusikitisha sana na kutisha, cha kusikitisha na kutisha uh, kwanza, mimi ilikuwa ni mtu wa kwanza ambaye nimeweza kuona kilichoka kinatokea. Nilisikia watu wanagonga kwa nguvu Mlango wangu wa hoteli, chumba uh, cha hoteli na hii ilikuwa ni muda umeshaenda sana. Tulikuwa tumeshamaliza ratiba ya mchana, tumerudi kwenye vyumba vyetu, tunajiandaa tuna shughuli za kawaida e, za jioni na kupumzika. Nilisikia mtu anabonga kwenye mlango kwa nguvu, na nilipoenda kuchungulia nikasikia sauti ya mtu wa hoteli pale anasema room service, lakini kwa kuangalia Hakuwa yeye peke yake, alikuwa iko na watu wengine nyuma ambao wamegako pia zimefunika zimefunika macho kama binadamu tu yoyote . Kwa kweli iliogopa. Nilikuwa nauliza muda huu karibia saa tatu watu wanafata nini kwenye chumba changu, na sikuwa nimeagiza kitu chochote hotelini. Ah, kwa hiyo nilichofanya nilipiga simu kwa mume wangu kuelezea kwamba kuna watu wako mlangoni ambao si waelewi na siwatambui watambui. Eh, nilikuwa ningependa kupata usaidizi kwa, kwa sababu sikuwa najua naweza nikafanya nini. Kwa hiyo, na yeye akaniambia moja nikijibu basi watu walioko hapo kama wanaweza wakaangalia waka e, eh, kupata usaidizi hotelini. Lakini niseme tu tulichokuja kugundua baadaye, hiyo ilikuwa ni operation maalum ambayo ilikuwa inafanyika kwa watu ambao tulikuwa tuko pale chini ya kituo cha sheria na haki za binadamu kwa sababu baada ya kutoka kwa zii ndao walikuwa wajaingia bado, wakaenda kwa mwenzetu ambaye ni Deo Bwile, wakawa wanamuuliza maswali magumu sana, of course kwa kutumia intimidation na harassment, ili kupata taarifa alizokuwa na zihitaji, lakini vilevile kupata vifaa kama simu na laptop. Na walipotoka kwa Deo wakaja kwangu nakuja kwangu ilikuwa kwa kutumia nguvu, yani kwa maana kwamba eh, yani mtu sio kwamba anagonga ilimfungulia ni na sio wasikuifungulia anaweza nikaingia na mlango tulivyofungua liofungua mlango wakaingia ndani, wanaume mama saba hivi na mwanamke uh, waka natuliza tunasali kuiiaakaa nini course kaelezea tuko kwenye kazi za kawaida, hakuna kitu kula kinachofanya na kwa ana kulazimisha ku kutoka na simu, hawezi kuongea na mtu mwingine alipotoka kwangu hivyo. Kwa maana yake, mimi si na simu, siwezi siku kuwasiliana na mtu mwingine. Lakini hata tulipo tulipotaka kusema tunataka kuondoka kwa sababu tuko tushamaliza kazi, walitwambia hamwezi kutoka. Kwa nini? Nikasema ni kama hoteli, ilikuwa chini ya uangalizi amna kutoka pale tulipo. Uh, na baadaye tulivyokuja kuuliza ua tuka, tuka kutafutana tukagundua kwamba kila mmoja wetu alifatwa kwa namna yake. Mama hile mkijavisimba walivyotoka kwangu wakaenda kwake, uh, na yeye wakakutana naya kwake pia ya, ya hizo kutumia nguvu, kutisha kwamba toa hiki toa kile, tunataka laptop tunataka simu eh, au tutakuchukua kituoni yani Walipotoka kwake pia wakaenda kwa wakili Majuu na hivyo hizo za kutishwa kutumia nguvu, sababu alikataa mazuri kufungua kabisa mlango, wakamwambia tunakupa dakika 30, usipofungua tunavunja huo mlango. Kaingia. Ah, walipotoka kwa wakili Majuu. Atakujua kama mwenzetu wa mwisho naye walienda kwake, kwa sababu tulivyokuwa tunaongea, tulikuwa tunazungumza asubuhi, tulifikiri ni sisi wanne tu kwa sababu of course, atakosa na simu wote hatukuwa tunampata, lakini baadaye tulipokuja kuongea naye, kumbe walikuwa wameenda kwake pia kwao. Maana yake sisi wote tulikuwa pale chini ya e, Mwambuli au ratibu wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, tulikuwa targeted. Yani walikuwa wamekuja e, toze kwa kwamba mko wapi, wanafanya nini, na kila mtu kuconfiscate, yani kuchukua hizo laptops, simu za mkononi, vitambulisho Uh, kwa ajili ya nakwenda kujichunguza na kwa ametupa maelekezo kwamba turipoti siku ya leo uh, katika ofisi za za kanda maalum kwa ZCO kwa ZCO ambapo tulienda na tulipoenda, of course, tulishangaa kwa sababu yani ni kama sijui siutakuelezea si, hiyo hali kwa kweli, sijui kama wenzangu wataweza kunisaidia lakini hakukuwa na na, na, na, na kitu chochote ambacho walikuwa wanaelezea kinachokuelezea kwa nini walichofanya kwa nini walifanya kile walichofanya kwa nini walifanya, kwa nini walitumia nguvu za namna ile ambazo hazikuwa na, na sababu yoyote uh, lakini zaidi kwa nini walikuwa wana, wanafanya harassment muda kama ule watu wamelala wamepumzika. Kama kweli tulikuwa tumekosea nchi tunatuita tu okay? Jamani, tunawahitaji hapa hapa. Sidhani kwa sisi, unapoona kama mtu atakata kataa, lakini matumizi ya nguvu vile e, angaliwa, binti kama mimi unakutana na kaka wakubwa saba usiku, ajiza kabisa unaingia chumbani kwako, ni vitu kidogo, lakini hatuvi- hatutaki hatu, hatu kuvizoea katika taifa letu, na havi- havitoi picha nzuri ya, ya hali tulionayo na kule ambapo tunaenda. Kwa hiyo napenda pia tu kusema E, tumesikitishwa sana sana na tunakemea kwa kweli hali ile, kwa sababu tunaamini kama sisi ambao tunasimama kutetea haki za makundi mbalimbali tunaweza kupitia aina ile ya matumizi ya nguvu na kutii.